Karibuni wasikilizaji wa redio Mbiu sauti ya faraja, katika kipindi hiki cha kutafakari mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo katika mwanga wa taarifa tunazoziona katika Sande ya Torino, kipindi kinacholetwa na Padre Stanislaus Mutajwaha, mkurugenzi wa shule ya KWAUSO iliyojengwa kumwenzi huyu tunayekutana naye katika Sande ya Torino. Leo ikiwa ni siku ya kumi na moja ya Kwaresima, tafakari yetu itahusu njia ya msalaba. Taanza kwa kunukuu: kwa sababu za msingi watu wameita sanda injili ya tano. Mwisho wa nukuu. Haya ni maneno ya askofu mkuu George Edler wa Salzburg. Hapo tunaona dokezo la safari ya mwisho ya mtu wa sanda. Hakimu alipomtamkia mfungwa hukumu ya kifo chake cha msalaba akisema, na utakwenda msalabani, ibis in crucem, ndipo hapo safari yake ya mwisho ilipoanza. Hii ni njia ya msalaba. Kabla hajaendelea, ni vema kulitambua hili kwa kuhukumiwa kifo, mtu wa sanda alionewa. Ni kwa nini? Sababu ni hii. Kawaida sheria ilimtaka mfungwa au mhalifu asiyestahili adhabu ya kifo apigwe ali amefungwa kwenye nguzo, kwa mujibu wa sheria ya Kirumi. Baada ya kipigo hicho, mfungwa alitakiwa aachiwe huru. Tofauti na mfungwa aliyehukumiwa adhabu ya mijeledi au viboko vya kawaida, mkosaji aliyehukumiwa kifo angeweza kupigwa wakati anaelekea mahali atakaposulubishwa. Lakini kwa mtu wa sanda mambo hayakuwa hivyo. Kwanza alipigwa kama mtu aliyehukumiwa kipigo cha mjeredi tu, lakini baada ya kupigwa alilazimishwa aitumikie adhabu ya pili, yaani adhabu ya kifo, hivyo sheria iliyokuwa inatawala ilivunjwa kwa upande wa Yesu. Mtakatifu Yohane anasema "Akatoka hali akichukulia msalaba wake mpaka mahali palipoitwa fuvu la kichwa, au kwa Kiebrania Golgotha." Hii tunaikuta katika injili ya Yohani sura ya 19 mstari wa 17. Mtu wa sanda alifanyiwa vivyo hivyo. Hapa kuna ulinzi wa uhakika. Kwa mfano, gogo litafungwa mabegani mwa mhukumiwa wa kwanza, ncha moja ya kamba nyingine ifungiwe kwenye ncha moja ya gogo na mfungwa mwenyewe, ncha ya pili ya kamba ifungwe kwenye mguu mmoja wa mfungwa huyo huyo. Kamba ya pili imefungwa vivyo hivyo ikihusisha ncha ya pili ya gogo la mfungwa wa kwanza na mguu mmoja umefungwa kwa mfungwa wa pili. Kadhalika kamba ya tatu, hii ndiyo inayohusisha ncha ya pili ya gogo la mfungwa wa pili na mguu mmoja wa mfungwa wa tatu. Au mfumo mwingine, kamba moja imefungwa kwenye ncha ya gogo la mfungwa wa kwanza na kuendelea kuweza kufunga pia ncha moja ya gogo la mfungo wa pili na kuendelea tena kuweza kufunga ncha moja ya gogo la mfungo wa tatu, ambapo wakati huo kila ncha ya pili ya gogo imefungwa kwenye mguu wa mfungo wa usika. Kutoroka akuwezekani. Na kwa mtuwa sanda uchunguzi wa hataalamu waupelelezi tiba na matawi mengine ya maarifa husika wanasema kwamba mtu wa sanda alisulubiwa akitundikwa kwenye msalaba wa kawaida. Madai kwamba alisulubiwa kwenye msalaba wenye umbo wa herufi Y au haungwi mkono na wengi. Kulitumika misumari kumtundika msalabani, kwa kila mkono mmoja kulitumika msumari mmoja. Wachunguzi walio wengi zaidi wanasema kwamba umetumika msumari mmoja kumfungia miguu yote miwili. Alikufanyika tendo la kuvunja miguu lililoitwa crucifragium. Kwamba akuvunjwa miguu ni dokezo kwamba alikuwa amekwisha kufa. Kuhusu hilo, askari walikuwa na uhakika. Mwanzoni, msalaba ulibuniwa kama chombo cha kumrudi mtu mwenye makosa kusudi adhibiwe na kudhalilishwa ili na wengine waweze kujifunza kutoka kwake na waogope. Ni baadaye tu kwamba msalaba uligeuzwa chombo cha kawaida cha kuulia. Mhukumiwa alitakiwa abebe patibulum kutoka mahakamani au gerezani. Alipofika mahali pa kusulubishwa, alikuta nguzo wima ya msalaba, hiyo ikwa inaitwa stipes, imekwisha simikwa tayari aridhini. Mhukumiwa angelazwa kwenye patibulum na kupigiliwa msumari mikononi mwa patibulum, ndiyo gogo. Kwa vingine kamba ingetumika kumfunga vizuri kwenye gogo. Baada ya kukamilisha tendo hilo, watesaji walimnyanyua mhukumiwa vivyo hivyo alivyofungwa mikononi kwenye gogo na kuliunganisha gogo kwenye nguzo iliyosimama. Hatimaye miguu yote ilipigiliwa msumari kwenye nguzo. Katika dola ya Kirumi, adhabu ya kifo cha msalaba ilikomeshwa rasmi na mfalme Konstantinopl aliyeanza kutawala mwaka 312 kabla hajaongoka kwa Mkristo. Kwa wasanda, kwamba mtu wa sanda alisulubiwa ni dokezo kwamba kiuraia hakuwa Mrumi, sababu kusulubishwa ilikuwa ni adhabu kwa ajili ya wale wasiokuwa na uraia wa Kirumi. Basi wasikilizaji, asanteni sana kwa kunisikiliza. Hiyo ni tafakari juu ya mateso ya Bwana kulingana na taarifa tunayopata katika sanda ya Torino, tokezo kuhusu njia ya msalaba iliyokuwa. Asanteni sana na kesho, siku ya kumi na mbili itazungumza juu ya hilo gogo zito mabegani alilobeba mhukumiwa tunayemuona katika picha ya sanda ya Torino. Asanteni.